Unapokuwa mmempokea Yesu Kristo kuwa nakuwa Bwana mwokozi wako, na amekuokoa kwa namna ambavyo tumekwisha kueleza, unakuwa umeingia jikoni ili upikwe. Hauokolewi tu chui umeshakuwa mtakatifu, wewe unaelewa kila kitu -a. Unakuwa umeingizwa workshop ili utengenezwe Unapookolewa ndo mtu mtsa nimeokoka sina dhambi na nini na sina makosa ah. Umechukuliwa mzima mzima, umeingia kwenye ufalme mpya, ndugu yangu. Huko kuna utaratibu wake wa kula, wa kuvaa, kuna mafunzo mbalimbali unatakiwa yapitie ili uweze kuwa mtu wa maana sawasawa sawa, na utaratibu wa taifa hili. Leo tukikuchukua Tanzania, tukakubeba tukakutupa Marekani Ukiibuka tuwezi kuweza kuongea slang eh what's up saying what to say there what, lazima upate muda wa kwanza kuwa simulated ratibu, na zile taratibu za kule. Ndio ufalme wa Mungu, unapochukuliwa na kuingia kwenye ufalme wa Mungu, umeingia kwenye kikaango. Kitabu cha Hosea, nafikiri anasema, namwambia Efraimu, Efraimu, Efraimu, wewe ni mkate usiogeuzwa. Ni kama chapati ambayo imegoma kugeuka, wakati napika iling'ania upande mmoja, kwa upande mmoja umeiva, upande mmoja mbichi. Kwa Mungu, sisi tunapoingia tumeingia kwenye kikaango, tunapikwa, ni kama mtu anapika chapati anaingia upande huu, utageuza upande huu. Wamama waga anakunja kwanza nusu, kwanza nusu mduara inakangwa nusu hii, unaifumua unakanga tena huku, ukimaliza unakata tena, kanakuwa kalobo kamoja ya nne kale kamoja ya nne, utakakanga huku, utacheza na ile chapati mpaka utaikisha kila upande umepata joto, umeiva. Ndivyo inavyotokea tunapompokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wetu kunahitaji mabadiliko makubwa ambayo Bwana anayafanya taratibu taratibu. Kuna neno hapa litakufaa sana Korintho wa Pili tatu mstari wa kumi na nane anasema hivi: lakini sisi sote kwa uso usiwa, usiotiwa utaji tukirudisha utukufu kwa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho ku tunapompokea Yesu Kristo, tunaanza zoezi la kumtazama Mungu na kubadilishwa kutoka utukufu hata utukufu. Hauwezi ukafikia kiwango cha juu cha utukufu usimuhitaji Mungu, hiyo naitwa Luciferian spirit roho ya kutosheka na kutoshelezeka. Mungu huwezi kumaliza, hawezi kumtosha, kwamba nimetosheka na Mungu. Kama uso usiotiwa utaji, yani maanake uso ambao ujawekewa kizuizi, tukizidi kung'aa na kung'aa, tukitolea kiwango hiki cha utukufu kwenda kwenye kiwango hiki, kila siku tuna